Ziraya wa baharini, zamani sana, kulikuwa na kiumbe wa ajabu aliyeishi chini ya bahari ya Shangwe. Alijulikana kama Ziraya, msichana mwenye umbo la binadamu kuanzia kichwani hadi kiunoni, lakini ngozi yake ilikuwa na magamba ya samaki yaliyomeremeta kama almasi chini ya jua la asubuhi. Alikuwa mpole, mnyenyekevu na mwenye moyo wa huruma usio na kifani. Ziraya hakuishi na samaki wengine wa kawaida tu, bali pia alihifadhi roho za baharini. Viumbe vidogo vya nuru vilivyohifadhi usafi wa maji na amani ya kina. Kazi yake ilikuwa ni kuhakikisha bahari inabaki salama dhidi ya tamaa ya wanadamu waliokuwa wakivua kupita kiasi na kutupa taka baharini. Siku moja, kijana mmoja kutoka kijiji cha Pwani alifika ufukweni akiwa amechoka na maisha ya kijijini. Alikuwa maskini, hana mali wala tumaini. Akiwa amekaa pekee akitazama bahari, aliona kivuli kizuri kikielea karibu. Ziraya alimtokea. Kwa mara ya kwanza, aliwaonyesha wanadamu sura yake ya kweli. Badala ya kuogopa, kijana yule alivutiwa na uzuri na wema wa Ziraya. Walizungumza siku kadhaa, na polepole pole, urafiki ukakuwa kuwa mapenzi. Lakini kijana aliporudi kijijini na kuwasimulia wanakijiji juu ya kiumbe huyo wa ajabu, walimtazama kama chizi. Mpaka mvuvi mmoja aliposikia neno magamba ya almasi, tamaa ikachipuka. Usiku mmoja, wavuvi walimfuata kijana hadi fukweni, na kwa hila wakamfuata Ziraya. Alipoibuka walimkamata wakijua watauza magamba yake sokoni na kuwa matajiri. Ziraya hakupigana, alitazama tu kwa huzuni, machozi yakitiririka kama mvua ya chumvi baharini. Lakini bahari ikakasirika. Wakati mashua yao ikianza kuondoka na mwili wa Ziraya ndani, mawimbi makubwa yakainuka, ngurumo zikaunguruma, roho za baharini zikaitikia vilio vya Ziraya. Mashua ikamezwa na maji, na kijiji kizima kilikumbwa na ukame wa samaki na ukimya wa ajabu baharini tangu siku ile. Hakuna tena anayethubutu kuvua kupita kiasi au kutupa taka baharini shangwe. Funzo. Tamaa ni sumu inayoangamiza uzuri wa ulimwengu. Heshimu asili, heshimu wema wa wengine na usiwahi kuuza urafiki kwa ajili ya faida ya muda mfupi.